Salamu zetu sisi maskini ni kama hizi za mihangaiko, za mapambano. Wewe ushaikuona tajiri anamsalimia tajiri mwenzake eti za mapambano hawa, anamsalimia tajiri mwenzake eti za mihangaiko? Hakuna, ni sisi ndo tunasalimiana hivi eh? Sisi ndo tunasalimiana hivi. Unakuta vijana wame Uhum. Vijana huko kwenye mabaa, kwenye mastendi huko, vijana wamechoka na umaskini, wanagombania mpaka mia tano mia mbili watu wanachomana visu. Wale vijana wanaopigaga debe stendi wale wale wanaitwa sijui wanaitwa makondakta sijui manini wale wanaopiga debe stendi, oya marango, usiponipa mia mbili hiyo babu. Oya hey, usiponipa bati mia mbili wanaita bati Oya babu, usipo nipa hiyo bahati kitanuka kwa baba yake, hizo fegi mbili kabisa, hapo napata fegi mbili zilete mieyusho, babu, utaacha ndala, wanachomana hadi visu. Hiyo yote ni kwa sababu ya umasikini tuliokuwa nao katika hili taifa. Vijana wameshindwa, wame, wame, wame, wame kuapa vijana fursa za ajira, kufungua viwanda, kuwapatia ardhi na matrekta, eh, na walime kilimo cha kisasa. <laughs> Wao kazi yao ni kuiba mali zetu. Wao kazi yao ni kunufaisha kwa ajili yani, ajira zikitoka ni mikondo ya wazazi wao, ndugu zao eh, hawachukui vijana wa, wa, wa, wa kimaskini. Alafu tunaenda barabarani kudai hizo haki, wanatumiminia risasi, serious ka, wanatutandika risasi bila huruma. Hajira, watupatii magonjwa tunaanguka nayo, hakuna hata tiba ya bure Hajira hakuna inchi ya sita namba kwa madini duniani. Tanganyika ni inchi ya sita kwa madini duniani. Tanganyika ndo inchi pekee duniani yenye zao yenye za, yenye, yenye yenye madini yanayoitwa Tanzanite, pengine potu yapate. Mimi na wewe hatujui hata rangi ya Tanzanite. Lakini ukienda nchi zingine, Tanzanaiti wanavaa mpaka pete, wanatengeneza mpaka cheni, wanamiliki hizo izo Tanzanaiti kwenye masto yao. Nchi zingine huko kwa mfano India, wana mpaka stoma Tanzanaiti. Marekani, wapi, Waarabu arabu huko wana Tanzanaiti hizo wanazimiliki. Sisi Tanganyika tukipata ka mgodi tu kadogo kakaanza kutoa dhahabu, wanaleta magreda yao, wanaleta wawekezaji wao, wanafukuza watanganyika pale wasichimbe, wanafukuza Watanganyika, vijana wa kitanganyika wasichimbe dhahabu, wale wachimbaji wadogo wadogo. Alafu wakitoka barabarani kulilia haki, wanaambulia kushonwa lisasi, wanatandikwa lisasi. Alafu tukae kimya, eti tusilipe kisasi? Ndugu zangu Watanganyika popote mlipo, lipeni kisasi, lipeni visasi. Hao mapolisi wafinywe panapo umma, hao mapolisi wafinywe panapo takiwa kufinywa. Tulie lugha moja, tulie kilio kimoja. Hawawezi kutuambia wanataka maliziano, wakati maliziano natakiwa wote wawili mwemu umeumia sisi wananchi tayari tumeshaumia, wao wameumia? Maliziano, wameumia wapi? wameumizwa na kipi cha kulilia maliziano? Lazima tuwaumize na wao ili tukitaka maliziano. Ni kama vile ni kama hivi tramu, ukikuta vitoto vimepigana pale nyumbani, ili waamulie ule ugomvi wasamehane, utakuta vinalia vyote, tena vinalia kwa kwikwi, vinalia vyote kwa hiyo unakuta vimefinyana vizuri vizuri, kila mmoja amemfinya mwenzake. Lakini sisi ni huo, nimetolea mfano lakini, ni, ni, kama sisi wananchi na serikali mbovu iliyoko madarakani, serikali haramu ambayo haijachaguliwa na wananchi, yenyewe imeisha tufinya sisi, tunalia yenyewe inacheka, alafu inarudi ki, ki, ki, kinafiki, inataka tuelewane, inataka tuwe na maliziano. Yapi maliziano? Kwa kipi? Ni kipi wamekifanya? Ni kipi tumekifanya? tunataka tufinye familia zao, tunataka tuwafinye, tutawafinya na tutawafinya tunapokwenda. Hii nchi itakombolewa kwa njia ya damu, lazima tumwage damu za hao maharamia kulipa damu za ndugu zetu. Gharama za damu za watu ni nyingi, mmemwaga marita marita na malita zaidi ya lita laki sita wamemwaga damu lita laki sita ndugu zetu waliouliwa, ni damu ambazo ni, ni, ni, ni, ni kama ziwa. Lita laki sita ni kama tuseme ziwa la damu la, la, la, la, la. Sasa tunakulemba lemba, walikuwa nasema sinocha maneno. Mumezipokea taarifa. Taarifa leo. Sawa, nikupia tu mdomo hapo mitandaoni. E, maandamano mitandaoni. Sasa mejionea na bado bado bado bado. Bado. Ndugu zetu mta. Yaani, mtarudisha ndugu zetu mliowaua thelathini na tisa, kama sivyo ombeni msamaha. Wambura toko ofisini, Muliro toko ofisini, hawa charamia toko ofisini. Hawa awaumbwa hata wakitoka ofisini, msumeno lazima uafikie. Yaani ni hivi, hatuachi salama ofisini wasitoke ofisini, wajiuzuru wasijiuzuru, lazima tulipe visasi vya ndugu zetu. Walio koki silaha tuko nao mitaani, tunaishi nao. Walio koki silaha tunaishi nao mitaani kwetu. Mapolisi ni lazima wauliwe, wanaochomesha watu kutekwa. Ni wajumbe wa nyumba kumi, tunaishi nao mitaani. Ni wenye viti wa mitaa, tunaishi nao mitaani ni watendaji tunaishi nao mitaani. Ni UVCCM tunaishi nao mitaani. Ni lazima tuwapitie mmoja baada ya mwingine, tutawara vichwa, habaki mtu, habaki mtu hata mmoja, lazima tumwage damu zao kulipa damu za ndugu zetu. Hatutaacha damu za ndugu zetu zikitulilia huku, zinaelemea, zina zinatunyoshea zina mikono, tuziokoe. Halafu sisi tuendelee na mambo mengine eti Simba na Yanga

Ni hivi, kama nina makende nina makende na nina kidevu kina ndevu kabisa mwana